Watu wengi walisema Kikeke amefukuzwa Crown, lakini ukiangalia ile PDF tutaita ilikuwa imesema kwamba ameondolewa majukumu kwenye kasri mm, na atapangiwa majukumu mengine, lakini kila mtu kazi, e, e, Mkikeke, na na e, kwe, mara moja tu akasema, Alikiba amemfukuza kazi Kikeke. Kupata kura 495 nadhani kwa mara ya kwanza kabisa, na e, siasa zaidi nimezifanya kama mwandishi na sikuzifanya siasa kama e, kama, kama siasa za ukweli, na nimejifunza mambo mengi sana. Unajua, ukiingia katika, katika mambo ya siasa ukaingia ndani kabisa, siasa unaziona tofauti kabisa na unavyozitazama kwa jicho la uandishi wa habari. Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV 96 linki, mimi naitwa Victor Madaha, biaza kamera yuko Rizki. Bwana, bahati nzuri sana leo mmempata tena Kikeke. Hii itakuwa ni interview yangu ya tatu kufanya naye kusema mbo zimepita kweli, mapokezi ni makubwa sana kwema, kwema kabisa. Mambo yanaendaje? Nashukuru e Mungu. Eh, e bwana, umeanza mm -hmm. kwa kasi kwelikweli kweli. Mm -hmm. E, tunashukuru Mungu e, tumemaliza ishirini ishirini na tano e, salama mm -hmm. e, ingawa tunajua kuna mambo yalitokea mwaka uliopita, lakini tunafungua ukurasa mpya na matumaini yangu ni kwamba tutaweza kuwa pamoja mm -hmm. na tukaweza kusonga mbele. Kabla tujagusia tujagusea mwaka jana tuanze kwanza na hili ambalo ni hot juzi. Uh, niliona <laughs> Crown un, unafukuzwa pale kwenye kipindi nikasema hii ndo maana gani, lakini good news ni kwamba unaendelea. Il, ilikuwa ni plani ya namna gani hasa? maana watu walishtuka mtandaoni. Na kweli, lugha ya sasa wanasema uh, tulizua taharuki uh, lakini ni marketing strategy uh, soko linabadilika haraka sana uh, walaji wanabadilika haraka sana na <coughs> tukajadili sana kwamba hiki kitu tukifanya tusikifanye kina, kina hatari hakina hatari. Nimepokea e, simu nyingi sana kutoka ndani ya nchi kutoka nje ya nchi. Mm-hmm. lakini e, ukitizama hatimaye e, ujumbe ambao tulikuwa tunajaribu ku, kufikisha tumefikia watu wengi sana. Kwa hiyo ina maana kwamba uh, uki, ukiwa na mkakati mzuri wa kibiashara uh, fursa ya kuweza kufikia watu wengi bado, bado, bado ni, ni, ni, ni kubwa. Kwa hiyo tulikaa na timu ya sasa, na unajua sasa hivi tuna deal na Gen Z, unajua wao tuna, tuna wanafikiria tofauti kabisa na sisi wazee, kwa hiyo mnavokaa <laughs> wanakuja na mawazo kama hayo, mawazo mengine kwa Kiingereza wanaita wild kabisa, unamwambia una uhakika tunaweza kufanya, wanasema boss tu Hi, hi vitu tunaweza tukavifanya tuna, na, na lengo letu ni hili hatuna nia mbaya hatuna, hatuna lengo lolote uh, baya ni kituo cha redio uh, na vituo vingi vya redio sio Tanzania peke yake hata nje ya, ya, ya Tanzania huwa wana, uh, wanafanya marketing ploys kama hizi kwa ajili ya, ya, ya kuvutia watu. Kwa hiyo kila mtu anataka kujua kitu gani kinatokea kina, kina na sisi ndio tunatangaza kwamba tunaanzisha kipindi chetu cha asubuhi ambacho kinaanza tarehe 19 mwezi huu kitakuwa cha kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa tatu asubuhi, uh, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka mpaka Ijumaa. ni, nini mm. ambacho umejifunza baada ya tangazo kutoka kwamba crown uh, uh, Kikeke ametolewa kwenye kipindi chake pale Crown. Mm. Wa, ile reaction mtandaoni maneno yalivyokuwa ni mengi sana, kwako wewe hasa amekupa nini, picha gani hasa kwa Tanzania? na kuna vitu vingi sana hapa vya kutizama mm. uh, kitu cha kwanza tafsiri ilivyochukuliwa utaona kabisa kwamba e, watu wengi walisema Kikeke amefukuzwa Crown, lakini ukiangalia ile PDF tutaita ilikuwa imesema kwamba ameondolewa majukumu kwenye kasri mm-hmm. na atapangiwa majukumu mengine, lakini kila mtu mara moja tu akasema Alikiba amemfukuza kazi e, e, Kikeke, unaona? Kwa hiyo kuna, kuna hilo ndo kama kwenye jicho la uandishi wa habari ni kwamba, jinsi tunavyoandika habari zetu, watu wanazipokea vipi? Kwa hiyo mtoto atatizama na kutoa tafsiri yake haraka sana. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama waandishi tunapotoa taarifa e, tuwe makini sana tunachokiandika ili kisi kisipokelewe kisi vingine. Kitu namba mbili. uh, nimepewa pole nyingi sana ni, nikashukuru nikajua, kuna watu wengi bado kuna, uh, wana, wana, wana, wana, wana watu wengi wananijali <coughs> lakini kitu kingine ambacho uh, unaweza kukiona katika, uh, katika akili yetu sisi kama wanadamu Uh, kwa sababu taarifa zangu za utenguzi zimetembea zaidi kuliko za uteuzi kwa sababu yeah. Tulikuja baadaye nikateuliwa kuja kufanya kipindi hiki cha cha, cha asubuhi. Utaona uteuzi hazijaenda sana kama, kama utenguzi yeah. Na hiyo inakuonyesha kabisa kwamba tuwe makini wakati mwingine uh, sisi kama waandishi wa habari obviously tunasema kwamba bad news is good news yeah. Unajua <laughs> habari mbaya ni habari uh, nzuri kwetu, lakini unaona habari uh, hizo ambazo unaweza kuzita mbaya zinavyosambaa Uh, kwa, kwa, kwa haraka. Kwa hiyo mapokeo yamekuwa uh, tofauti tofauti, lakini tunashukuru kwamba ujumbe uh, wetu umeweza, umeweza kwenda na nimesema tena kwamba uh, kwa wale ambao walihisi kama tumewakwaza, tunaomba radhi lakini hii ni, ni, ni, ni sehemu ya ya ya showbiz kuna kuna kuna kuna vituo vingine vitakuja na kitu kingine cha <tiposimilatikana> cha kushangaza zaidi cha kushtusha zaidi eh lakini eh, ndio ndio tuko katika katika biashara hiyo katika kiwanda hicho anasema kwa lugha ya sasa. Nikupongeza ni kwa sababu umekuwa idea ambazo umekuwa ukija nazo kusema kweli zimekuwa zikifanikiwa sana. Nakumbuka mimi nilikuwa ni nafuatia sana namna ambavyo litambulishwa hapa zile ambavyo so zilizokuwa zinakuja si Kisingeli Media wachafu sio na nini. Of course wenyewe pia ilizungumzwa sana. Pengine hasa kufanya kazi na Alikiba. Sasa hivi umefanya Radio Tanzania sasa hivi ni mwaka wa pili unaelekea sasa. Nini ambacho umekiona? Uh, Alikiba yeye ni president wa, wa, wa, wa taasisi yetu uh, na yeye ni taasisi inayojitegemea ina, ina, lakini katika kiwango cha kufanya kazi ni, ni mtu ambaye anatoa ushirikiano mkubwa sana, ni mtu ambaye anasikiliza, ni mtu ambaye ukiwa eh, na, na, na tatizo mnakaa chini mnasikilizana na, na, mnaweza kutatua. Kwa hiyo kwangu mimi na nafurahi kufanya kazi na mtu kama huyo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kwenda ku, kwenda kufanya kazi na, na, na mtu ambaye eh, unajua ugomvi, ugomvi hata kukusikiliza au maamuzi yake ndio ndio sahihi kuliko ya, ya mtu mwingine yote. Lakini ukipata mtu ambaye mnaweza mkakaa chini na kujadiliana na kusema kwamba jambo hili tulitatue tuli vipi kwa kwa kama timu eh, Alikiba eh, top notch kabisa katika hilo so, na, na, na hili pengine kuna watu wengine wanakuwa na hisi labda inawezekana Kikeke akiwepo pale kwa Alikiba pengine kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo unafahamu ushikaji wako na Diamond ulivyotokea before huko umemoja sana na BBC na nini na hata hapa katikati kuna baadhi ya matukio ambayo kilitokea kwa kwa hiyo unampost unamsupport, pengine ile huwa labda sitomfahamu ofisini hapa au sitofahamu itokea wapi. Hapana, hapana, hapana, kabisa. Kama, kama, kama nilivyosema eh, Uh, Diamond, ni, ni, ni, ni mshikaji wangu namfahamu muda na, na, na, na mrefu, na kama uh, ulivyodokeza tumefanya naye interviews nyingi sana, alikuwa anakuja Uingereza uh, anakuja BBC pale unajua, na hata hapa Tanzania ameshanialika kwenye pati zake so uh, ni mtu wa karibu na hali vile vile tunafanya naye kazi Kazi, kazi lakini mambo ya ambayo ya nje ya kazi pia katika mijumuiko tunakutana tuna, tuna, tuna kwa hiyo eh, ushikaji unakaa mbali na, na, na, na, na, na, na kazi na nadhani hilo ni moja ya mambo ya ambayo eh, watu wengi tunakuwa wagumu kuweza kuli, kuligrasp eh, kwa sababu mtu anaona kwamba unawezaje kuchora ule mstari kwamba uh, hapa sisi ni washikaji na hapa ni, ni, ni, ni, ni, ni kazi ni professional, lakini ukiwa umekuzwa ume, ume katika Uh, katika uh, njia zinazoeleweka zinazo, zinazo ni, ni, ni kitu rahisi sana. Sasa hivi nimekuwa nikipata sana uh, swali la wanachama la, la, wangu wa Chama cha Mapinduzi na uandishi wangu wa habari, unajua. Lakini mi ninachosema ni kwamba ninapoingia, unaponikuta uh, studio, mimi nakuwa ni mwandishi wa habari uh, na nikiwa kwenye chama na kuwa mtu wa chama. Kwa hiyo sasa hivi hata tunapozungumza, akaja mtu kutoka chama cha mapinduzi nikakaa naye chini nikamuuliza, mimi nitakuwa mwandishi wa habari na sio kama nitaanza ku, uh, kusimama tena upande wake. Kwa sababu na, na, na, na najua zile demarcation zangu. Najua hapa nafanya nafanya kazi za uandishi na hapa, uh, siko kwenye uandishi. Kwa hiyo na, na ushikaji wangu wa wa wa Diamond na, na na Ali na kazi ni sawa kabisa, kwa sababu kama kama Diamond atataka mimi nifanye naye kazi yoyote ile, fanya naye kazi professionally lakini tukienda kufanya mambo ya ushikaji inakuwa ni ushikaji. so, sofa, una, unaona media wanazitendea wana haki kama wasanii? Kwa sababu watu mwanzo walikuwa wanasema wasanii kuendesha media bana, sometimes ni, ni, ni kitu kigumu, japokuwa nyinyi mnakuwa nyuma, nyinyi pembeni, mnakwepo mnashika mkono pengine. Wanazitendea, wana haki, wanatendea haki, nafikiri na, na wana inspire watu wengi sana kwa sababu eh, dhana ya zamani ilikuwa vyombo vya habari lazima viwe, tunakumbuka mapinduzi ya vyombo vya habari au mabadiliko, uhuru wa vyombo vya habari ulivyoingia Tanzania katika miaka ya tisini. Mmoja eh, wa watu ambaye alifungua kituo binafsi kikubwa eh, alikuwa ni eh, marehemu Mengi Reginald Mengi. Unaona sasa, ile picha ya kusema lazima awe mtu wa makamo awe na, na mabilioni ndio aweze kufanya kazi ya, ya, ya, ya vyombo vya habari hiyo imekwisha kabisa, tunaishi katika zama tofauti eh, na sasa hivi kutokana na teknolojia wewe mwenyewe unaweza kufungua kituo chako cha habari yeah, na ukawa mkurugenzi na mambo yakaenda vizuri. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba ile misingi ya ya uandishi wa habari na ya vyombo vya habari inafuatwa na leseni zinakatwa na kodi tunalipa. <laughs>